Siku ya televisheni duniani huadhimishwa Novemba 21 ya kila mwaka, ikiwa ni siku maalum iliyoanzishwa na Umoja wa Mataifa kwa lengo la kutambua mchango wa televisheni katika kuhabarisha, kuelimisha, kuunganisha jamii na hata kuburudisha. Televisheni inawezesha uwepo wa mijadala ya kijamii, matangazo ya moja kwa moja na vipindi vingine vinavyogusa maisha ya watu, na ndiyo maana kinatajwa kuwa kitaendelea kuwa chombo muhimu. Tuchukulia mfano wa kipindi cha uchaguzi, wengi sana walikuwa kwenye televisheni zao wakitazama kutaka kuona nini kinaendelea kwenye mtaa wake au mtaa wa jirani yake au maeneo ambayo ni jirani na au katika mikoa mingine au katika nchi nyingine kujua kwamba nini ambacho kinaendelea kwa wakati ule yani? Kwa hiyo teknolojia hii ya televisheni ambayo tunayo hivi sasa bado ni teknolojia ambayo itadumu na kuishi kwa muda mrefu sana, kutokana na umuhimu wake na namna ambavyo jamii inaitegemea televisheni katika kupata maudhui na mambo ambayo yana komplimenti ya tusema, inaongeza thamani ya kile ambacho nakipata kwenye magazeti au kwenye redio Mabadiliko ya ukuaji wa teknolojia yakiwemo baadhi ya matumizi ya simu janja, mitandao ya kijamii na akili unde ai yamekuwa yakitajwa kama kichocheo cha uwepo wa habari za upotoshaji, lakini kwa televisheni hali ni tofauti. Kama televisheni chombo cha habari, kuna ile misingi, kuna zile principles ambazo tunatakiwa tuzifuate kuhakikisha chochote kile ambacho kinatoka kwenye uh, kwenye televisheni yetu au kwenye tuseme kwa, kwa, kwa nani, kwa njia nyingine kama redio kama kama magazeti ni lazima viwe vimehakikiwa, ni lazima vipate maadili ya waandishi wa habari, na ni lazima vipate ile misingi ya jinsi ya kutafuta taarifa, jinsi ya kubalansi taarifa hizo, kuhakikisha kuwa ni za kweli. Kwa andishi wa vitabu, televisheni ni fursa, lakini teknolojia sasa hivi imefanya nani, elimu iende kwa watu wengi sana, iende kwa watu wangi, nawafikia kwa muda mfupi sana. Kwa hiyo ndio nafikiri kuna tofauti kidogo. Zamani kidogo, kwanza televisheni zilikuwa sio nyingi. Visiwani Zanzibar, kituo cha televisheni kina historia yake, ambapo shirika la utangazaji ZBC kilikuwa ni cha kwanza kurusha matangazo ya picha za rangi kusini mwa jangwa la Sahara barani Afrika toka mwaka 1974. Kwa sababu sahivi kazi ya vituo ni kutengeneza maudhui, alafu tunawapa au wenye mitambo ambao tunawaita matipeksa, ili wao warushe yale maudhui. Sasa huko tunakotoka kila kitu manake tulikuwa wenyewe sisi tushanunua transmitter hapa Zanzibar mara nne. Televisheni ina, ina ina asilimia kubwa sana ya kumwaminisha mwanajamii kutoa kitu sahihi kuliko vyombo vingine, kwa sababu ya picha na uhalisia ambao wanauona. Huwezi kumdanganya mtu na anaona hali halisi ilivyo. Siku hiyo ilianzishwa kwa mujibu wa azimio la Umoja wa Mataifa namba 51/205 la mwaka 1996, katika kumbukumbu kumbu ya mkutano wa kwanza wa televisheni duniani kama sehemu ya kutambua mchango wake. Na kauli mbiu ya mwaka huu inagusia nguvu ya televisheni. Estabela Marisa, Azam News. <mucho>